Cheki Mikumi, hali ya maeneo ya njia panda kidogo, siyo kitu kidogo ya Kigogo sio kitu kidogo sana. Inapofika mida ya jioni, njia zote zinafunga, msongamano ni mkubwa sana. Ukiangalia kutokea Mikumi kumefunga kumefurika mpaka hapa round about, kwa hakika foleni ni kubwa mno kwa kutokea Kiugo pia Mburahati. Kuna kamba chombo cha usalama kinajaribu kufanya njia ya kuondoa hii hata ya foleni hapa njia panda kidogo. Foleni ni kubwa mno sana, foleni ni kubwa mno mno sana sana. Kwa wanaotoka Kawe, wanajua hata hii wanayokutana nayo, foleni ni kubwa mno, kubwa sana. Engelea foleni, tunahisi inaanzia Magomeni Mikumi foleni inaanzia Magomeni mikumi mpaka njia panda ya Kigogo, na kule Kigogo kuelekea Mburahati baki ugo mwisho, nako sio haba. Foleni ni kubwa mno, foleni ni kubwa mno. Kule kuna magari yameweka jamu kabisa kule kwa wanapaita Jangwani kuelekea Rutihinda magari yanaamua kupita zao boda, kwa sababu foleni ni kubwa mno. Yaani, foleni ni kubwa mno, sio ya kubeza hata kidogo. Foleni ni kubwa mno, foleni ni kubwa mno, kama unavyojionea foleni ni kubwa mno, magari yameganda hapo, hali sio hali, lakini jeshi la usalama linazidi kupambana trafiki wanazidi kupambana kuondoa hadha hii ya msongamano. Hiyo ni mitaa ya Jangwani kwa kutokea kutokea Msimbazi Center, hali imekuwa ni ngumu sana, usafiri umekuwa ni mgumu mno ukiangalia barabara zote zimefunga, inabidi watu wapitie mitaa ya Kigogo ki. Sasa hali imezidi kuwa mbaya sana kiukweli, na hali imezidi kufurika kama unavyoiona. Watu wanapata shida sana, usafiri umekuwa mgumu sana. Unapofika jioni maeneo ya Kigogo ki Mbuyuni, hali inakuwa ni ngumu sana, usafiri unakuwa mzito. Inapaswa sana magari mbalimbali yaweze kukatiza maeneo ya Jangwani kutokea Msimbazi na Kigogo, watu ni wengi sana na hali imekuwa ni ngumu sana. Hali ni ngumu, usafiri ni ngumu. Njoo, njoo, njoo, njoo tuongee kidogo. Hali ni ngumu sana, watu wanazidi kufurika na watu wanachoka. Ukiangalia kwamba watu wanatoka makazini na watu wanachoka sana. Hali ni ngumu sana. Mama, shikamoo. Mama kwema, eh bwana, vipi ke okay, kidogo ndugu yangu kwema, kwema. Kheri kwema. Hali unaionaje eh? Vipi unazungumzaje una hali unavyoiona ikutokea kule mpaka huko, yaani mzunguko ni mgumu, natakiwa sasa eh, utumie miguu. Poleni sana. Haya bwana, hali kama unavyoiona, hali ni ngumu sana muangalia watu magari amefunga na wanachosema kwamba hata kwa miguu imekuwa ni ngumu mno sana watu kupita bwana. Unaona ndugu zangu hao wanatoka. Inakuwaje kaka? kama kawa. Kama kawa. Kama. Kama. Bwana, unaonaje we? una ha, ha, ha. Ha, kusema kweli barabara ndogo sana. Ha, wa, wa ushauri wako ni nini? Watu watanue barabara tu. Ah, okay, shukrani. Shukrani. Eh, bwana watu kama wanavyokwambia hali barabara ni ndogo mno, inatakiwa watanue barabara kwa sababu watu wanapata sana hadha. Hali ni ngumu, barabara inakuwa imebana sana, kwa hiyo E, serikali wana kiku, kitu kikubwa sana cha kufanya hapa, kwa sababu inapofika mida ya jioni, basi hali inakuwa ni ngumu sana kwa wasafiri kwenda majumbani, hasa jioni watu wanakuwa wamechoka, wanahitaji wakapumzike, lakini hali ni ngumu sana jamani, kama unavyojionea wenyewe, watu wanata, wanaamua kutembea kwa miguu, kwa sababu hata pikipiki zimepigwa block, hazitembei. Ukiangalia mwenyewe unajionea kabisa, yani magari hayatembei kabisa, watu wameamua kutembea kwa miguu, watu wameamua kutembea kwa miguu. Kama unavyoona, Masai naye anatembea kwa miguu. Hali ni ngumu kwa kweli. Hii hali sio, sio jambo dogo sana, sio jambo dogo sana. Kama unataka kwenda sehemu, basi make sure unajitahidi, unatoka mapema sana, lakini msongamano wa magari umekuwa makubwa. Alkadhalika pikipiki ndo usiseme. Watu wameamua kutembea zao wa kwa miguu, msongamano ni mkubwa mno, msongamano ni mkubwa mno. Unatafuta watu wawili watatu wa, wa, wa kuweza kuzungumza nao, hali sio shwari, hali siyo shwari sijui hali inaisha nini mchukua kule, sijui hii hali inaishaje au hii hali inaondokaje, lakini hali ni hali ni ngumu mno kama unavyojionea, hali ni ngumu mno. Watu wanazidi kupambana ili kurudi majumbani kwao, lakini ukweli kabisa, sio jambo dogo kama wanavyofikiria. Watu wamekwama kwenye foleni mitaa ya Jangwani hapa shule ya Grimman Road, watu wamekwama, magari hayaendi, magari hayatembei, pikipiki, msongamano umekuwa ni mkubwa mno. Kwa hiyo hali imekuwa ni tete kwa kweli, watu pale katikati kama unavyopaona pale, msongamano umekuwa ni mkubwa, magari hayaendi, pikipiki hazisogei piki, so watu inabidi wafanye maamuzi ya kushuka na kutembea kwa mguu eh So jambo dogo, asante.